Mimi naitwa Askofu Mstaafu Ambele Mwaipopo, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Mkoa wa Rukwa. Serikali ya Awamu ya Sita imefanya pale ambapo eh, miundombinu inapohusika tunaona E, barabara zimejengwa. Ilikuwa ni vigumu sana kusafiri kutoka hapa kwenda pande upande mwingine wa Sumbawanga, lakini unatoka hapa unaenda Mpanda, unatoka hapa unaenda Mbeya na kurudi, mahali ambapo watu tulikuwa tunatumia siku nzima, na wakati wa mafuriko hata wiki nzima inakuwa. Lakini e, barabara za arami zimerahisisha sana usafiri. Unatoka hapa asubuhi kwenda Mbeya, jioni uko hapa Sumbawanga. Sisi jumuiya yetu inaitwa Jumuiya ya Maridhiano na Amani. Maridhiano manake pawe na mazungumzo kama kuna hitajika lolote, na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ali develop zile ara 4 na zile ara 4 zinatufaa sana. Kama kuna jambo lolote mtu yoyote anataka jambo lake e, lisikilizwe, li, li, lifikiwe mahala e, linahitaji mazungumzo, majadiliano, maridhiano, hapo ndipo tutakwenda, lakini haya ya kuchochea kwamba uchaguzi usiwepo na nini, hiyo sio silika na tabia yetu wa Tanzania. Si kwa sababu tuna, tunataka mambo yaende tofauti, lakini tunataka maridhiano na mazungumzo, na mama tumeona yuko tayari kwa mambo kama hayo. Sisi e, Jumuiya ya maridhiano mkoa wa Rukwa tunaiombea nchi yetu iendelee kudumu katika amani ambayo tumeendelea kuishuhudia muda wote huu e, tunaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais na serikali iliyoko madarakani, maana ni jukumu letu kufanya hivyo kufuatana na misahafu yetu, lakini vile vile tunaombea uchaguzi e, mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu uwe uchaguzi wa amani, uwe uchaguzi wenye baraka, utuletee viongozi watakayoipeleka nchi yetu huko mbele. Kwa hiyo sisi tuna matumaini makubwa katika serikali inayotuongoza kwamba mambo yote yatafanyika katika utaratibu unaotakikana kama ilivyokuwa huko nyuma.